Kwa namna ambavyo umetazama Simba, Simba ni timu ya namna gani katika mchezo wa leo? Simba imewafilisha leo sana. Hmm? Sana. Nani amekuwa kikwazo leo kawanyima alama tatu? Kocha, kocha, kitendo cha kutokuanza na striker pengine huenda ndio ikawa sababu sana.

Vipi mnaona mwanya wote kuelekea kwenye michuano ya kimataifa? Nafasi ya Simba mnaiona wapi baada ya matokeo yale, haipo eh? haipo, haipo. Nafasi ya Simba kimataifa kwenda robo, hakuna brother, haipo akafundisha viongozi, amfundishi Matola so, na Mangungu mm. sio wachezaji mm. wachezaji wapo wazuri mm. sana ohanakoaji nzuri kocha aondoke, mm. akamfundisha Mangungu mm. na Matola, lakini alimchukia sana alipokuwa anakuja. mihemko ya mashabiki mm. na hata sasa hivi hapo wao ao ndio wanapondo baadhi ambao wanamlalamikia mpango yule, kwanza ni meneja yule. Meneja, sio kocha. Sio kocha so, kwa maana akaharibia mpango wote. Yeah. Mm. Simba Simba haina kocha. <laughs> kocha mkuu nani? Eh? kocha mkuu wa Simba nani? No. Kwa mujibu wa maelezo ya Simba Sports Club, ndio wakati wanamchukua meneja Dimitri Ripante, walisema kwamba Seleman Matola atasimama kama kocha mpya mo atafute kocha, mo atafute kocha. Dimitri Ripante matatu sio, fungwa bongo hmm. Ile mecha kushinda, eh, ile mecha ya kushinda imepangwa, ile imepangwa. Unamtoa Morris hmm. unamuingiza mtu ana miezi hachezi mpira ndio chasambi. mm. Anaingia kwa nini? Asingemwingiza hata Mkwala? Maema alikuwa anafanya kazi gani? Toa Maema, ingiza Mkwala. mm. Unamtoa Nabi Kamara. mm. Kwa nini usimtoe nangu? No, usimtoe Mlingo ambapo Kamara atakuja akae namba tatu. mm. Unaingiza striker lakini bado mapema, mnaikatia tamaasi. kesho tutafute kocha, kesho tutafute kocha. uh -huh. Kocha aje uh -huh. aanze kufundisha. Unadhani unazanipata kwapa na matokeo, unaweka wapi sura yako kwa majirani zenu? Ah, yani mtiani Tia. Kwanza ndani ya nafsi hiyo mm. inaumiza mm, yeah. wana Yanga wenyewe wana... kwanza cha kwanza tunataka tu jion... viongozi wajiulize kitu kimoja mm -hmm. Azam anacheza wapi nah. Azam anacheza wapi? Yupo pole yupo ana Anache... uwanja wa nyumbani, uwanja wake wa nyumbani ni Zanzibar, ni Amaan. Yanga, Yanga Africans ni Amaan, Singida ni Amaan, Simba Benjamin Mkapa. Anajiamini sana kwa nini? yeah. Azam sio so bara, yuko bara, Singira sio bara, Yanga wa bara pia. Kwa hiyo Simba ni, ni ndo bara zaidi, si ndio? hapa <laughs> <laughs> ni kweli, tunajiamini ndo maana tumefungwa, ile kujiamini, ndo maana tumefanyaje, tumefungwa <inaudible> Bro akishinda Simba mechi moja hapa hivi kwa Mkapa hizo yeah. tatu hizi mbili zilizobaki za nyumbani, akishinda nitafute kama Simba? Akishinda zile mbili zinazobaki hapa nyumbani nitafute huu, hey. uh, uwanja pia hey. uwanja ubadilishwe, mm -hmm. Pili watafute kocha. Leo mwalimu hiyo kazi yake ni nyingine, hey. sio kukaa pale kama kocha, au kisa leo amevaa suruali na track ile ndo maana tatua hazijaonekana, hmm. akafute tatuu ndo atakuwa kocha eh? akafute tatuu maana tatuu zile ndo zimeficha vyeti hmm. Mm. Au hereni re pia na akatoe tatu auosjatum akatoe tatu blo hatuna kocha e. Simba viongozi watafute kocha. Shukrani sana, asante.